Lakini baada ya kuani milima wala alikuchukua muda mrefu, ndio nikawa nimeanza kuchuma na tayari hela ikaanza kuingia ndani ya mfuko wangu. Na wakati nilipokuwa nikilima eh, nikiuza tembele, hela nilikuwa naitunza vizuri, nikijua kwamba nini baadaye nahitaji kufanya. O oh, hii tembele imenipa faida kubwa tu tena kubwa sana na kubwa tu ya kutosha kama jinsi ambavyo unavyolitazama hili tembele e, linavutia, limenawili vizuri, tembele zuri kama jinsi unavyotazama mpenzi mtazamaji. Na tena hapa kwangu linapatikana tembele jingi sana la kutosha tu, yani tena jingi mno, kupita kawaida yani, hapa kuna mzigo mwingi na wamana na, na kama ukiwa unahitaji tembele muda na wakati wowote, kwangu mimi linapatikana kwangu mimi tembele halijawahi kukosekana. da ile watu wanajipatia tembele kila muda na wakati wowote ambapo wanapokuwa wanahitaji kwangu mimi, wanakuja wanapata tembele. Wengine wanatoa oda moja kwa moja, linawafikia nyumbani huko waliko, nawapelekea mpaka majumbani kwao kwa hiyo wanafurahia hii mboga ya majani kiasi kwamba inapotokea wanaikosa au unakuwa sipo kazini, huwa wanapata masikitiko makubwa sana, na pia wanahuzunika moyoni mwao, kwa sababu wanakuwa hawapati kile ambacho uh, wanachokuwa na kihitaji kikweli. Tangu nilipokuwa nafika hapa Makangaga, watu wengi walikuwa wanahangaika katika swala zima la mbogamboga, mboga za majani Watu walikuwa wanapata wakati mgumu kuhusiana na mboga za majani, lakini mimi nilipokuja kufika hapa nikagundua tatizo ambalo lililopo, ndipo nikaamua kutengeneza hii bustani ya mboga za majani hususan tembele. Nilipokuwa nimelitengeneza hili tembele, limekuwa suluhisho eh, suluhisho kubwa sana la kuondoa tatizo la upatikanaji wa mboga na tena kitu ambacho nichokifanya ni kutengeneza kitu ambacho nipendwa katika kijiji hiki cha Makangaga. Mboga ya tembele kikweli imekuwa ni mboga maarufu sana kuliko mboga zozote katika eneo ambalo nilopo, na tena imekuwa ni mboga bora ambayo inapendwa na watu kibao, inapendwa na watu wengi, yaani kwa siku moja naweza nikapokea oda oda kwa watu kumi paka kumi na tano kwa siku moja. Kwa hiyo tembele kila wakati na kila muda unaokuwa unatakiwa kuchumwa, na lichuma kama jinsi ambavyo inavyotakiwa, na lenyewe linaendelea kunipa nini, mafanikio, tena mafanikio tu makubwa na ya kutosha, mafanikio makubwa ya maana, na sana sana kitu ambacho wakinalifanya tembele liweze kuna awili na kuwa na mwonekano ambao ni mzuri, lazima pia uweze kuzingatia mbolea ya dukani kama vile yulea. Lazima unapokuwa umeweka yulea yako ndani kila, eh, kila baada ya wiki mbili, jitahidi kuliwekea yulea ili liendelee kuwa bora na liendelee kuwa na mwonekano mzuri. Lakini vilevile vile kwa mara moja moja, eh, kwa mara moja moja hata kwa mwezi mara mbili au mara tatu, ukiweza unalipulizia sumu dawa ya kuulia wagugu, unalipulizia dawa ya kuulia wagugu ya, ya, ya ya kuulia wadudu unalipulizia, ili hali liweze kuwa katika mwonekano ambao mzuri na lisiweze kukatwakatwa na panzi au kuliwa na wadudu wengine, maana vilevile hii mboga ina, ina, ina, huwa inaliwa na wadudu mbalimbali mbali ambao huwa ni wadudu wanaoisumbua sana hii mboga. Hata kuna wadudu wengine wanaitwa utitili mweusi, ya utitili wa kijani. Huu pia utitili wa kijani na penyeo huwa unaisumbua sana, na endapo wao utitili wakiingia kwenye, kwenye tembele huwa wanaliondolea kabisa mwonekano mzuri linakuwa halina mvuto tembele linaweza likawa ni tembele ambalo kidogo kwenye macho ya mtazamaji linaweza lisiwe, lisiwe zuri kiasi kwamba hata mteja anaweza asilipende anaweza asilipe, asilipe eh, kipaumbele kwa ajili ya kuweza kulichukua lakini endapo ukilihudumia vizuri ukazingatia vizuri kanuni ya uhudumiaji wa mboga ya majani kama tembele tembele ina faida kubwa sana kwa kutumia hii mboga ya majani. Mpaka sasa hivi katika huu mwaka, maana niliamua kuongeza eneo la ulimaji wa tembele ili niweze kulima jingi, sio kama mwaka jana ambapo nililima kiasi tu kidogo, lakini awamu hii nimeamua uh, nimeamua kulima sehemu kubwa kidogo ambayo nikichuma uh, yote kwa pamoja katika siku moja, nina uwezo wa kupata Uh, ninaweza kupata mafungu au e, viganja vya, vya mkono e, amba, ambapo ni fungu moja la tembele naweza nikapata kuanzia hata mia moja na kitu. Kwayo, kwa hiyo kidogo nimejitahidi kwa kiasi chake, nimeongeza upana wa eneo na ukubwa. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo unavyoona mpenzi mtazamaji, eneo kidogo nimeongeza eh, kwa kiasi chake imekuwa kubwa kiasi eh, kwa namna hii kama jinsi unavyoona ile hapa, ilo ndo tembele ambalo nimelilima katika hii awamu. Tembele unaliona kwa namna ya pekee sana, hili ni eneo kubwa, eneo kubwa kiasi ni eh, eneo kubwa kiasi eh, kwa upana lina urefu wa miguu ishirini lakini marefu yana urefu e, marefu ni hatua thelathini na tano kwao, ni sehemu kubwa, ni sehemu kubwa e, ni sehemu kubwa e, ndugu mtazamaji, kama jinsi ambavyo unavyoona ni sehemu kubwa. Kwa hiyo kwa namna hii, tembele hili imeniwezesha kuweza kulima nyanya, na hiyo nyanya mpaka sasa hivi imeshaanza kuiva na pia nimeshaanza kuuza e, kwa kupitia mtaji nilioutoa kwenye tembele. Lakini kutokana eh, lakini chanzo ilikuwa ni ujuzi wa mwaka jana ambao nilioupata na utafiti ambao mwaka jana niliofanya ndio ulionisababisha ndio uliosababisha niweze ulio, kuamka kutoka kwenye usingizi na kujua kwamba kumbe unaweza ukaanza na kidogo ambacho wengi hawafikiria au hawadhani, ukajikuta kupitia hicho kidogo ukafanya kitu kikubwa zaidi. Ukafanya kitu, kitu, kitu kikubwa zaidi ambacho kikaja kuwa na, na msaada mkubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo kitu ambacho nilichokifanya hiki hapa, ni kitu ambacho ni bora, kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji, ni kitu ambacho ni bora na acha namna yake. Kwa hiyo wewe Mjasiriamali mwenzangu, usitafute kuanza na kitu kikubwa ili uweze kuyafanikisha malengo yako. Jaribu kutafuta hata kile kilicho, kilicho kidogo kwenye mazingira yako ambayo unayoishi. Jaribu kuangalia watu ambao wanaokuzunguka mazingira ambayo yanayokuzunguka ya watu wanapitia tabu ya kukosa kitu gani. Jaribu kukitafuta hicho kitu ukipate na uamue kikuiwekeza. Ukishafanya hivyo nataka nikuambie hivi, faida utaipata na matokeo mazuri utayapata na faida kubwa utaiona. Kwa hiyo jaribu ku, ku, ku, kufanya hivyo, lakini usisubiri mpaka kuja kupata kitu kikubwa ndipo uanze na hicho kikubwa, ambacho utakachokipata utajaribu sana kutafuta hicho kikubwa na hutokipata. Jaribu hata kuanza na chochote yani, chochote ambacho unachokiona kwamba kwenye kijiji chako ni ni ni changamoto, fanya hicho kitu. Hicho kitu wewe kianzishe, uwe wa kwanza kukianzisha kukianzishe hicho kitu, ili watu wengine na ulimwengu mwingine uweze kujifunza kupitia wewe. Kwa mfano kama sasa hivi hivi mimi eh, nimeanza na tembele katika kijiji hiki, lakini nataka nikwambie hivi, kuna wengine sio kwamba hawajajaribu. Baada ya kuniona kwamba mimi nauza, hawajajaribu kufanya hivi hivi? ah ah. Wamejaribu tena, sio mmoja, ni wengi tu, lakini mwisho wa siku, wanakuwa wanakuwa hawaendelei. Inafikia hatua wanashindwa, alafu wananiacha mimi kwenye gemu nikiwa nimesimama na kasi ile ile, sipunguzi wala si, eh, wala silembi, niko na kasi ile ile na juhudi kwa zile zile. kwa hiyo lazima unapoamua kufanya kitu usiangalie wengine wanafikiriaje, usiangalie wengine wanawazaje kuhusu kila ambacho unachokifanya. We amua kufanya bila kuangalia wala ku, wala kujiuliza maswali mengi kuhusiana na kila ambacho unachokifanya, na nimeshakwambia kuwa unapotaka kufanya kitu chochote usijaribu wala usipende kuhoji watu, usipende kwenda kutafuta ushauri kwa, kwa watu ili wakupe mawazo ya namna au kitu gani cha kufanya ili kiweze kukusaidia kwenye maisha yako na uweze kufanikiwa. Amua kufanya, amua kufanya. Usipende kuwa mzungumzaji na wala usipende kuwa mlalamikaji, kwamba eti oh, maisha magumu, mara oh, watu wana roho mbaya, eti oh, watu hawaku, hawaku, hawaku, hawakuunganishi na kazi, mara oh, watu e, hawana yani watu wana roho vitu kama ukiwa ni mtu wa malalamiko kila siku, sio rahisi kufanikiwa kwenye maisha yako. Achana malalamiko, alafu amini kwenye kile ambacho unachokifanya. Elewa kwamba kile ambacho wewe unachokifanya ni kitu ambacho ni bora na kitakupa msaada kwenye maisha yako. Ukiwa na akili ya kuwaza hivyo katika maisha yako utafanikiwa. Mimi nilipokuwa naanzisha kilimo cha tembele, tena nilipata wakati mgumu sana. Hata wakati huo maji yalikuwa ni madogo, maji yalikuwa hayafikii kwenye eneo ambalo nilikuwa nime, nimeandaa nime, nime, nime, maji yalikuwa umbali wa mita hamsini kutoka eneo ambalo nililopanda tembele, lakini nilikuwa nayatoa hayo maji hizo mita sitini, nayatoa huko maji na kuja kumwagilia eneo ambapo tembele nimepanda mpaka watu wengine walikuwa wananihoja. Hivi wewe, hao maji mbona unapeleka polini? Huko polini kuna nini unachokifanya? Eh, mbona kila siku tunakuona na ndoo? Eh, unaenda nazo huko polini? Huko polini kuna nini? Watu walikuwa wanahoji, lakini mimi kitu ambacho ninachokuwa nawaambia ni kwamba mtakuja kuelewa baadaye kuwa ni nini ambacho huko polini ninachokifanya. Kwa hiyo wakati mwingine unapotaka kufanya jambo usiangalie wala usijihoji kwenye ubongo wako kwamba utakapokuwa unafanya hivyo watu wengine watakufikiriaje au watakuwa yani watakuonaje. Mimi wakati mwingine nipokuwa na, nachukua na, na, na tembele naenda lao mtaani, sio kwamba watu walikuwa hawajadili, watu walikuwa wanajadili sana, na wakati huo nikuwa sijaanza kupata hata oda oda watu nilikuwa bado sijaanza kuwa, kuwa na watu wengi wakubwa wa kutosha, lakini sasa hivi, na uzuri wa mboga ambazo mimi ninazouza ni, ni mboga ambazo za kuaminika, kwa hiyo nishajenga uaminifu mkubwa kwa watu ambao wanao wanaotumia hizi mboga ambazo mimi nazitengeneza. Alafu nimeshakuwa mwaminifu kwa watu. Mtu anapokuwa ananiagiza mboga ya majani, nafanya chini juu kuhakikisha kwamba hiyo mboga anaipata kwa muda na wakati sahihi ambao, ambao anao uhitaji. Napokea oda kwenye mahoteli, kwenye migao napokea uh, oda napokea oda pia kwa watu kwa mtu mmoja mmoja e, ambaye anayehitaji tembele nyumbani kwake, nafika nampelekea e, na, na, na tembele kwa, hiyo siangalii nikaona kwamba hakuna oda nyingi sana ambazo nilizopewa, nachukua tembele eh, la oda na pia naongezea na jingine la kupita hao mitaani. Kuna mtu anaweza kakuona umebeba, akatamani naye aweze kununua. Kwa hiyo lazima uweze kuweka na nini na ziada. Ndio kitu ambacho nilichokuwa nakifanya. Kwa hiyo najikuta kwa siku moja, kwa siku moja najikuta napata kiasi cha pesa kingi nje na wateja ambao wanaokuja moja kwa moja shambani kwa ajili ya kuja kuja kununua hata tembele. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo lazima utakujikuta kwamba umepiga hatua kubwa, kubwa ambayo isiokuwa ya kawaida. Naam, kwa namna hiyo utajikuta kila siku hatua zako zinakuwa ni ndefu na ni pana na zenye maana kuliko mtu mwingine wa aina yoyote. Kwa hiyo lazima akili yako iwe na uwezo wa kufikiri zaidi, lazima akili yako iwe na uwezo wa kuwaza zaidi, lazima akili yako iwe na uwezo mkubwa wa wa kuona vitu kwa upana zaidi. Lakini kwa sasa hivi maji ndo kama hivyo yameshakuwa ni mengi. Maana mara ya kwanza nilikuwa nahangaika na maji, lakini sasa hivi upatikanaji wa maji sio sio sio mbaya kama jinsi, kama jinsi wakati ambao uliokuwa umepita. Sasa hivi maji mengi yapo ya kutosha, yapo mengi, kwa hiyo sihangaiki kuhusiana na so swala zima la umwaji.